wilaya za mkoa wa Mwanza ikiwemo Nyamagana, Ilemela, Magu, Kwimba, Sengerema, Misungwi, Ukerewe, wakuu wa taasisi, siwezi kutaja kwa wingi wenu, siwezi kutaja mmoja mmoja, kina baba yote mliohudhuria na kina mama wote mliohudhuria, Waislamu na wasiokuwa Waislamu ambao mmehudhuria katika shughuli hii ya dua Ndugu zangu, sisi katika Uislamu mola wetu anatuambia, mtume wetu anasema, addu'a mukhul ibada, dua ndiyo ubongo wa ibada. Yaani ibada yoyote ubongo wake, injini yake ni dua. Na mtume akenda mbali zaidi, akasema addu'a silahu lilmu'min, dua ndiyo silaha ya Muislamu, ya muumini. Ukiwa na shida yoyote unarejea kwa nani? Kwa Allah. Na ndipo mola wetu akasema, ud'uni astajibu lakum, niombeeni nitakujibuni. Na kule kwenye ile aya Mwenyezi Mungu asema, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'ani. Yote haya yanaonyesha kwamba dua ni kitu muhimu na dua ndiyo kimbilio la muislamu. Yote mnafahamu kwamba nchi yetu inapita kwenye kipindi ambacho tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu. Tayari kampeni za vyama zimeanza, vyama vya, vya siasa viko mabarabarani, sasa yote inaomba kura kwa wananchi. Mheshimiwa Mufti na Shekhe Mkuu wa Tanzania Daktari Sheikh Abubakar bin Zuberi bin Ali, tulipokuwa kwenye maulidi ya kitaifa kule Tanga, Korogwe, aliagiza kwamba mashehe wa mikoa wa wilaya ya kata wafanye dua na wafunge kuiombea nchi amani na utulivu. Mwenyezi Mungu aipitishe nchi yetu kwenye kipindi hichi cha uchaguzi, kipite kwa amani na utulivu, na uchaguzi uende salama, asitokee mtu akaivuruga nchi kwa matakwa yake au kwa kutumwa na watu kwa sababu vipindi vya chaguzi kwenye nchi nyingi duniani ndio huwa vipindi vinatokea matatizo. Baadhi ya nchi hufika mahala kuvurugika kabisa. Sisi wa Tanzania tupo kwenye uhuru kwa zaidi ya miaka sitini, nchi yetu haijavurugika hata uhuru tumeupata hatukumwaga damu. Mtu anasema tufunge sisi. Mkoa wa Mwanza tumepokea tukaanza kufunga Jumatatu, Jumanne, Jumatano na leo Alhamisi. Wilaya zetu zote tumefunga na kila baada ya swala ndani ya siku hizo tumesoma kisomo cha Qur'ani laisa laha min duni llahi kashifa. Tuseme wote laisa laha min duni llahi kashifa. Tumesoma kisomo hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Tuseme wote hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Tumemswalia mtume allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alayhi wa sallim. Dua hizi zimesomwa misikiti yote. Leo tunatimisha, tuko hapa kwa ajili ya kutimisha dua hii. Uh, uh, ujumbe wetu kwenye dua hii unasema tujenge Tanzania yenye amani, mshikamano, maadili mema, maendeleo na uchumi imara. Jitokeze kupiga kura, usijidhulumu haya maneno ya chini ndio maneno ya Mheshimiwa Mufti. Watanzania wa Tanzania watakwenda kusikiliza vyama, kusikiliza sera, ilani, watakwenda kusikiliza vyama vyote ambao vimeweka wagombea kwenye udiwani, kwenye bunge, kwenye rais. Wataambiwa sisi kwenye kilimo tutafanya hivi, kwenye ishi tutafanya hivi, uvuvi tutafanya hivi, barabara tutafanya hivi, umeme tutafanya hivi au tumefanya hivi, wataeleza. Unatakiwa uende ukasikilize. Baada ya hapo kuna siku ya kupiga kura. Asitokee mtu akakudanganya kwamba usende kupiga kura. Wito wetu kupita maelekezo ya Mheshimiwa Mufti, sisi ni Watanzania kwa mujibu wa katiba ya nchi, tunatakiwa kuchagua kila baada ya miaka mitano. Kwa hiyo ukiacha kwenda kupiga kura utakuwa umefanyaje? Umejidhulumu. Kwa hadhara hii ya kuliombea taifa ni pamoja na kuendelea kuwahimiza Watanzania bila kujali dini zao, wajitokeze kwenda kupiga kura, pamoja na kuwa nasihi vyama vya siasa vichunge dini zao. Moto mkubwa unatokana na nini na cheche, matusi, kutukanana, kuvunjiana heshima, haya yasiwepo kwenye kampeni zao. Lakini tuhakikishe kwamba tunawaombea, mbali ya kuiombea nchi ya amani na utulivu, tuwaombee viongozi walioko bado wako madarakani, mfano Daktari Samia Suluhu Hasan, tumwombee Mungu mfano daktari Hussein Ali Mwinyi. Kwa mujibu wa katiba ya nchi, nchi hii hata kama tuko kwenye uchaguzi bado ina viongozi mpaka pale tutapomaliza uchaguzi na akapatikana aliye shinda na akaapishwa. Sasa kwa kuwa hawa wawili bado, yule daktari Hussein Ali Mwinyi anaitawala Zanzibar, daktari Samia Suluhu Hassan ni uh, mtawala viongozi wetu baada uh, Tanzania Jamhuri ya Muungano, tuna wajibu wa kuendelea kuombea Mungu kwa hiyo dua yetu mwelekeo wake ni huo, tunaiombea nchi. Naomba nieleweke vizuri, tunaiombea taifa amani, utulivu, mshikamano, maelewano kwa Watanzania. Tunapokwenda kuchagua tusichaguane kwa misingi ya dini wala kabila wala rangi, tuchaguane kwa misingi kwamba huyu ni Mtanzania, amejitokeza, ana sifa. Rozari yake, kibalarashia chake hijabu yake tasbihi yake, sio kigezo, kwa sababu hatuchagui askofu mchungaji, wala hatuchagui shehe wala ustadhi. Tunachagua mtu atakayekwenda kuitawalia nchi na kuleta maslahi kwa Watanzania. Kigezo isiwe jinsia yake kwamba huyu ni mwanamke au ni mwanaume. A, a, hatuchagui mwana masumbwi, hatuchagui mcheza mziki, hatuchagui kiongozi wa dini, tunachagua kiongozi wa nchi akuwa na jinsia yoyote. Nchi yetu ni nchi ya kisekula ambayo haina dini. Kwa hiyo mwanamke kama amegombea kwa mujibu wa utaratibu wa nchi, una nafasi ya kumchagua tumchague. Kwa hiyo baada ya kuiombea nchi uchaguzi, tuviombee vyombo vinavyosimamia ule uchaguzi, mtende haki. Ukifika mahala mtu ameshinda, atangazwe. Lakini vyombo vya ulinzi na usalama tuviombee. Mungu, Mungu azidishe imara kwao weledi na tuwaombe Watanzania wasivitietie mdomoni kuwavunja moyo vyombo vya ulinzi na usalama, kuvitukana. Hiyo tuliondoe kabisa, bali badala yake tuombee Mungu vyombo hivi visimame imara, tuombee wananchi wote na natuviombee vyama vyote na tuviombee vya chama ambacho pia tuviombee Chama cha Mapinduzi ambacho kimetawala kwa zaidi ya miaka 60, nchi haijaingia kwenye vita. Eh, hey, nchi ya amani na utulivu. Lakini tujiombee na vyama vingine Mwenyezi Mungu aviimarishi. Pamoja na hayo tumuombe mufti na shekhe mkuu wa Tanzania, Daktari Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali. Mwenyezi Mungu ampe imara zaidi na afya na umri mrefu. Lakini tujiombee Watanzania wote kwa shida zetu na haja zetu. Tujiombee Waislam tunahudhuria hapa. Kuna watu wana maradhi hapa. Kuna watu wana shida, kuna watu wana haja. Eh, hey, tujiombee hii nafasi sio ndogo. Hapa dua zimesomwa siku nne, watu wamefunga. Utaenda kwa shehe gani ya kuombea dua ya namna hii? Wende kwa Shehe Abdadawi awafundishe watu laki mbili. Utamlipa Shehe Abdadawi shilingi. Wende kwa shehe anaona kilemba alichokipiga leo, atakusomea dua ya namna gani na utamlipa kiasi gani? Wende kwa Shehe Moledina unamwona anavotoa nuru, atakukutamlipa kiasi gani? Kwa hiyo kimsingi wewe una fursa hii leo. Wewe na Mungu wako, ndio anasema tukae chini. Na mwisho nimalizie kwa kuwaombeni, tuendelee kuiombea nchi katika eneo kubwa la maadili yote. Mnasikia vijana wa Kitanzania baadhi yao wako mitandaoni wanatukana watu, wako mitandaoni wanatukana na viongozi, wako mitandaoni wanatukana mashehe, wako mitandaoni wanatukana na maaskofu, mpaka unashindwa kuelewa kizazi hichi kimeguswa na nini. Sasa tuanze sisi wazazi majumbani kuambia watoto wetu kutukana ni kosa, wa islami, menasema, ni kosa sisi Waislamu Mtume anasema sibabul muslim fusuuq, kutukana ni ufasiki. Kutukana haijalishi unatukana kwa mdomo au umetumia simu yako ume, umeshare ile, ile, ile, ile, na clip. Utakuwa umetukana tu. Mtume anasema man aana ala maasiya walau bi shatrin kalima kana lahu sharika, mwenye kusaidia maasi japo kwa kipande cha neno anakuwa ameshiriki. Kwa hiyo wito wangu na sababu muhimu ya kufanya dua hii ni maelekezo ya mheshimiwa Mufti na Sheikh mkuu wa Tanzania. Tumepokea sisi mkoa wa Mwanza na tuko hapa kwa umoja wetu, tunafanya dua na tumeamua kuvaa mavazi meupe kuonyesha unyenyekevu wetu kwa Mungu. Lakini sisi tunataka amani, tunataka amani. Tuseme wote tunataka amani. Paza sauti yako, tunataka amani, tunataka amani mama ndio wahanga wakubwa ikitokea vita tunataka amani, tunataka amani. Amani. Kwa maana ya kwamba ikitokea tatizo hapa wahanga wakubwa ni wakina mama, watoto na watu wazima, na nchi kama nchi msingi wake mkubwa ni amani. Maendeleo yaliyoko Tanzania tunajisifu. tumejenga hichi, tumejenga nchi. Vakitokea vita, dakika mbili, vyote vilivyojengwa vitakwisha. Tumombe Mwenyezi Mungu atuepushe na vurugu na uvunjifu wa amani. Watoto wadogo ndio hawajui kwamba nchi imebadilika, nchi imekuwa nzuri. Mimi nakumbuka wazazi wangu wengine, mbali ya kwamba mimi ni mzaliwa wa Ujiji, Kigoma, lakini wazazi wangu wengi pia wako hapa Nzega. Mwaka wa 90 tunakumbuka 90, tunatoka Nzega kuja Mwanza mnaaga, ni safari. Mnaondoka alfajiri, mnaingia Mwanza saa 4 usiku. Leo unaweza kwenda Nzega mara tano, hapo Misungu ilikuwa ni safari nchi nzima sasa inajengwa, iko kwenye maendeleo. Tumwombe Mwenyezi Mungu aiimarishe hii nchi na mazuri yake yasiharibike. Kwa hiyo hapa tuingizi neno katikati, nikikaa chini tunaanzisha dua. Dua yetu itakuwa ya eh, kati na kati. Tukimaliza hiyo dua tutampa Sheikh Muhammad Maulidina, atasema mjumbe wetu atatoa mawaidha hapa, atatoa kilma, na baada ya hapo kuna sadaka itatolewa ya chai itakuwa ntunawashukuru awotusaidia kuna mtu kwa tu akasema, shae hiyo dua ni kubwa, natoa sadaka yangu ya ngamia. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. na huyu ngamia ataliwa. Naomba niwatangazie maulidi ya mkoa itafanyika hapa hapa kesho kupa siku ya Jumamosi, tusemeni inshallah. Inshallah. Inshallah, tujitokeze kwa wengia tuliojitokeza leo na zaidi ya leo inshallah. Leo tunafanya dua na ngamia wetu, tukimaliza kesho tutamda Akishadhabihiwa inshaallah Jumamosi, basi watu watapiga mchele mchele wa ngamia ah. sallallahu ala Muhammad, hayo ntakueleza. Mungu awalipe heri wale alipo wote, kila aliyetusaidia katika jambo hili.